Sungura na Kifaru mbio za ajabu. Karibu sana msikilizaji mpenzi kwenye Tunu za Kiswahili, chemchemi ya hadithi tamu, hekima na mafunzo. Hapa ndipo tunaposuka ngano, hekaya na simulizi zinazobeba ladha ya maisha, methali za mababu na funzo la kila kizazi. Leo tumekuletea simulizi ya kusisimua na ya kufundisha: sungura na kifaru mbio za ajabu kumbuka methali husema ukiingia porini usisahau nyasi huinama mbele ya upepo na methali nyingine hunena akili nyingi hujenga lakini kiburi huangusha usikie simulizi hii kwa makini na kabla hatujaanza mbio za maneno kumbuka kubonyeza kitufe cha kusubscribe ili usipitwe na hadithi nyingine nyingi zinazokuja hapa Tunu za Kiswahili. Hapo zamani za kale, katika pori lenye mandhari maridadi, mto uliochuruzika mithili ya shaba iliyoyayuka, miti mirefu ikicheza na upepo, na ndege wakiimba nyimbo zisizoisha, kuliishi wanyama wa kila aina. Porini humo kulikuwa na hadithi zisizoisha kwa maana kila siku ilikuwa na funzo jipya, kila mnyama akiwa na tabia yake, ujanja wake na upungufu wake. Katika pori hili alikuwemo Sungura, kiumbe mdogo lakini mwenye akili nyingi na ucheshi usio na kifani. Alijulikana kwa wepesi wake wa maneno na ujanja wake wa haraka. Mara nyingi aliwahadaa wanyama wengine na kujinusuru kwenye matatizo kwa kutumia ubongo wake, Siyo nguvu zake methali ya kiswahili hunena ng'ombe wa maskini hazai mapacha ila sungura hujifungulia akili nyingi pamoja naye kulikuwepo kifaru mnyama mkubwa mwenye nguvu nyingi ngozi ngumu kama ganda la mti na mwili uliotisha kila aonekae kifaru hakuwa wa maneno mengi bali alijulikana kwa hasira zake za ghafla na mwendo wake mzito lakini thabiti. Mara nyingi wanyama walimchelea kwa sura na sauti yake ya kutisha. Hata hivyo, nyuma ya mwili huo mkubwa na nguvu hizo, kulikuwepo moyo wa haraka kuchukia na mara nyingine upofu wa kutothamini akili ndogo. Methali hunena, nguvu bila busara ni sawa na chombo bila usukani. Siku moja, wanyama walipokuwa wamekusanyika karibu na mto kunywa maji, Sungura alianza kutaniana kwa sauti kubwa, haya jamani, jamani, hivi nani atasema mimi ni mdogo tena? Hata nikiwa mdogo napita kwa kasi kuliko yeyote humu porini. Si twasema haraka haraka haina baraka? Lakini mimi haraka yangu huja na akili. Wanyama walicheka, lakini maneno yale yalimgusa kifaru vibaya. Alijipiga kwato ardhini, Vumbi likapanda, akasema kwa sauti nzito, Sungura wewe mdogo na dhaifu, unathubutu kusema unanikimbia mimi? Mimi ambaye nikikimbia dunia hutikisika? Wewe ni kama kijiti mbele ya upepo. Usijifanye chura kwenye mto, usije ukamezwa na maji yake. Sungura akacheka na kujikuna sikio, lakini ndugu kifaru, akasema kumbuka methali ya Kiswahili, Samaki mkunje angali mbichi. Na pia kidogo kidogo hujaza kibaba. Nimezoea kutumia akili zangu na miguu yangu midogo. Na nikisema na kushinda, naamini kweli. Wanyama wote waliokuwa pale walipiga kelele za kushangilia. Ndege waliruka juu. Tumbili wakapiga makofi. Na hata tembo akapiga baragumu. Walitamani kuona mashindano makubwa kati ya hawa wawili. Nguvu dhidi ya ujanja. Mwili mkubwa dhidi ya akili ndogo. Kifaru akainua kichwa chake na kukubali. Sawa basi, Sungura. Tukutane kesho asubuhi mapema. Tutakimbia kutoka kwenye mwamba mkubwa hadi mto mkubwa wa mashariki. Tutaona ni nani anayestahili heshima ya kuwa mwenye kasi na mshindi wa heshima porini. Habari zikasambaa porini kote. Usiku huo, wanyama hawakulala vizuri. Simulizi ya mbio kubwa iliwasha moto wa hamu kwa kila kiumbe. Ndege walipanga nyimbo za kushangilia. Nyani walikusanya matunda ya kula wakati wa mashindano. Na hata fisi walijikusanya pembeni, wakicheka na kupanga vicheko vyao vya kejeli. Sungura alirudi nyumbani kwake, akaanza kupanga mikakati. Alijua wazi kuwa kwa mwili mdogo peke yake asingeweza kumshinda kifaru kwa kasi ya umbali mrefu, lakini alikumbuka methali ya babu zake: Akili ni mali, mali huchakaa. Aliketi chini ya mti na kutafakari, kisha akawaita marafiki zake sungura wengine wachache, akawaeleza mpango wake wa hila. Wote wakakubaliana na wakamwahidi kuwa kesho watashiriki kimya kimya kwenye mashindano yale. Kesho yake ya asubuhi, jua lilipochomoza wanyama wote walikusanyika. Eneo lote lilikuwa limejaa makelele ya furaha. Kifaru akatokea taratibu, miguu yake ikitikisa ardhi, macho yake yakiwaka kwa hamasa. Sungura naye alijitokeza akirukaruka kwa furaha akionekana mwenye kujiamini kupita kiasi. Mzee Kobe alipewa heshima ya kupiga mbiu ya kuanza mbio. Kwa sauti yake tulivu alisema, kumbukeni methali ya Kiswahili, haba na haba hujaza kibaba. Leo tutaona nani mwenye subira, nani mwenye hila, nani mwenye nguvu. Tuchukue hili kama funzo, siyo ugomvi. Kelele za kushangilia zikapanda. Mzee Kobe akapiga kengele ya mwanzo. Mbio zimianze. Kifaru aliruka kwa kasi, akiwasha vumbi la pori. Wanyama walipiga kelele za kushangilia, wakiona jinsi miguu yake mikubwa ilivyopiga hatua za haraka. Sungura naye akatoweka kwa kasi, lakini haikupita muda, alionekana amechelewa nyuma. Wengi wakaanza kucheka na kumkejeli. Sungura amekwisha. Huyu mdogo ataangukia mikononi mwa kifaru. Lakini hawakujua siri iliyokuwa imetegwa. Mara baada ya kifaru kupita sehemu ya kwanza ya msitu, alikutana na sungura mwingine aliyekaa pembeni ya njia. Akajitupa mbele yake na kuanza kukimbia. Kifaru akashangaa. Hivi si nilimwacha nyuma? Mbona yuko mbele tena? Akachukua kasi zaidi. Lakini mara alipopita kijito, sungura mwingine akajitokeza tena mbele, akimkimbia kwa kasi. Kifaru akazidi kuchanganyikiwa. Hapana, hapana. Huyu sungura ana nguvu za ajabu. Inawezekana vipi? Mashindano yakaendelea. Kila sehemu ya msitu kifaru alikutana na sungura mwingine akimkimbia mbele. Mara yuko karibu na mwamba. Mara yuko mbele ya mto mdogo. Mara yuko karibu na shamba la majani. Wanyama waliokuwa mbali hawakugundua hila hii, walidhani kweli sungura mmoja ndiye aliyekuwa akikimbia kwa kasi ya miujiza. Hatimaye walipofika kwenye mto mkubwa wa Mashariki, sungura wa mwisho akajitupa majini kwa furaha, akipiga kelele, nimeshinda, nimeshinda! Wanyama walilipuka kwa shangwe. Wote walimshangilia sungura kama shujaa wa kasi. Kifaru akaja akivimba kwa hasira, pumzi zikimpungua, na macho yakimwonyesha kuchoka. Alijikuta mbele ya umati akichekwa na kuelezwa kuwa ameshindwa na mdogo aliyedharau. Sungura akapanda juu ya jiwe kubwa na kusema kwa sauti ya ujasiri, "Msione mwili mkubwa mkadharau mdogo." Msione nguvu mkasahau akili. Methali ya Kiswahili hunena, akili ni silaha, nguvu ni mali, lakini akili ikiongoza, mali hulindwa. Leo nimeonyesha kwamba heshima siyo kuwa na mwili mkubwa, bali ni kutumia kile ulichonacho kwa busara. Wanyama wote walipiga makofi na kushangilia, lakini ndani ya mioyo yao walibeba funzo kubwa kwamba kila mmoja ana nafasi yake na hakuna sababu ya kudharau mdogo au dhaifu. Kifaru alibaki kimya. Mwisho akasema kwa sauti iliyokuwa imejaa unyenyekevu: Leo nimejifunza, ndugu zangu. Hata mwamba mkubwa huchongwa na maji madogo. Sitawadharau tena wadogo. Maana kila mmoja ana hekima na nguvu zake. Wanyama walimkaribia Kifaru na kumkumbatia, wakionyesha mshikamano wa kweli na tangu siku hiyo, pori lote lilijawa na mshikamo mpya wa heshima na mshikamano. Sungura aliheshimika kwa ujanja wake na Kifaru aliheshimika kwa kutambua kosa lake na kujifunza. Methali ikabaki ikihubiriwa vizazi na vizazi. Mdogo mdogo hujaza kibaba na mdogo huweza kumshinda mkubwa akitumia akili. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo simulizi letu linapokomea leo. Kumbuka, akili bila vitendo ni hewa. Nguvu bila akili ni giza. Hekima ya leo ni kwamba kila mmoja ana thamani yake. Na hekima ndogo inaweza kushinda nguvu kubwa. Kabla hujatoka hapa, tunakuomba kwa heshima kubwa, kama umelifurahia simulizi hili, bonyeza kitufe cha subscribe, shiriki na marafiki zako, na usisahau kurudi tena kusikiliza hadithi nyingine nyingi zenye ladha, msisimko na mafunzo tele, hapa hapa kwenye Tunu za Kiswahili. Kwa methali ya Kiswahili, safari ya maelfu huanza na hatua moja. Hivyo chukua hatua yako leo, jiunge nasi ili usipitwe na simulizi zijazo.